aji wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga utaleta mabadiliko na ni chachu kubwa kwa wananchi kwa wa Rukwa kwenye masuala ya kimaendeleo na kiuchumi, hata kijamii pia, kwamba litaleta lita matunda makubwa sana kwa mkoa wa Rukwa pia. Napenda tutoe kwa niaba ya wakala wa barabara ya Tanzania, napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuelekeza fedha hizi katika, katika kiwango kikubwa sana kwa ajili ya maboresho na, na utekelezaji mkubwa ambao ume, umefanyika kwa huu uwanja wa ndege wa Sumbawanga. omba wananchi wa mkoa wa Rukwa wajiandae kwa maana ya kwamba kutumia fursa hii ya uwanja wa ndege. Uwepo wa uwanja wa ndege ni fursa kubwa sana katika eneo la kiuchumi tutakwenda. Ukiangalia mkoa wetu wa Rukwa pia, tuna madini kwa tutapata wawekezaji wa madini, kwa hiyo hayo maeneo yote kwa maana ya biashara napozungumzia biashara nimetoa tu mfano kwa maana ya kwamba eneo mojawapo ni nyumba za kulala wageni, lakini pia tunahitaji usafiri, kwa maana ya kwamba watu watakuwa wanahitaji usafiri wa kutoka hapa kwenda Zambia, kutoka hapa kwenda Kongo, lakini tuna bandari zote hizo, ni kwa ajili ya kusafirisha mazao. Kwa hiyo tunahitaji wawekezaji katika maeneo haya. Ni furaha kwetu sisi wananchi na inatupa moyo kuonyesha kwamba bado tunajaaliwa Watanzania. Ni ukweli mama anaupiga mwingi, na Mungu aendelee kumpa maisha marefu, na nina uhakika huu uwanja ukiisha, bado tutapata manufaa mengine zaidi. Nina matumaini makubwa sana mwenendo wa ita nsumba wanga yetu hii itang'aa kuliko hata ilivyokuwa mwanzo. Naipongeza serikali kwa kuanzisha mradi huu, umesababisha vijana mbalimbali kupata ajira na kusaidia matumizi yetu. Naomba iendelee kuleta huduma kama hizi, zinasaidia sana kuendesha hata biashara.